Lakini tarehe kumi na tisa kuanzia saa nne asubuhi kwenye vile viwanja vya chuo cha Taluande pale Misungwi, wananchi wote Wasengerema watavuka daraja hili kuelekea pale na Watanzania wote watakuwa pale. Kwa hiyo ni lazima tuje mapema, kwa sababu itakuwa ni siku ya kihistoria. Tarehe 19 rais wetu kuanzia saa nne, wananchi wakishakusanyika atakuja pale kwa ajili ya kuzindua daraja hili lakini na kuzungumza na watanzania kupitia mkutano pale. Tarehe ishirini mheshimiwa rais atazindua mradi wa maji wa Butimba wenye thamani ya bilioni sabini na moja, na mheshimiwa DC anafahamu kwamba mradi wa maji wa Butimba ambao sasa tunaendelea kwa hatua ya pili utaondoa maji kutoka kule Nyamagana, utaleta pia kwenye wilaya ya Misungwi, maeneo ya Nyashishi, nya Kisesa huko mradi huo utakwenda tayari. Tunachukua maji kutoka ziwa Victoria. Sasa hivi tunaendea kwenye awamu ya kusambaza miundombinu ya maji. Hatuna shida ya chanzo cha maji kwa sababu tayari mradi umekamilika. Hatua inayofuata sasa ni kuwapelekea wananchi na malengo ya serikali ni kupeleka maji wilaya zote za jirani kutokea mradi wa maji wa Butimba. Lakini tarehe ishirini, baada ya mradi wa maji wa Butimba, rais kuanzia saa saba atakuwa uwanja wa CCM Kirumba pale, ataongea na walinzi wa jadi sungusungu elfu thelathini kutoka mkoa wote wa Mwanza. Wamesema tunataka kumweleza rais kwamba wamejipanga na uchaguzi mwezi Oktoba, lakini pia wamejipanga kuendelea kuimarisha amani katika mkoa wa Mwanza. Tarehe ishirini na moja wale ambao watakuwa na nafasi na wakaribisheni pale Kisesa kwenye tamasha la utamaduni la Bulabo, ambayo ndio mila na desturi ya wananchi wa mkoa wa Mwanza. Mwanzani azma ya joging hii ya leo, pamoja na joging wote tunafanya mara kwa mara na mara nyingi hasa weekend, lakini azma ya leo tarehe 14 ni tumeanza sherehe kuelekea ufunguzi wa daraja la Kigongo Busisi. Kama mnavyofahamu tarehe 19 mwezi huu wa 6 2025, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa daraja hili. Sasa anasema kwamba ni mwanzo wa shamra shamra ni mwanzo wa sherehe ni mwanzo wa nderemo, kwamba leo tarehe 14 wana misungwi kwa mbareo, minalame, kushirikiana na vilabu tofauti tofauti vya mchezo kwa maana jogging clubs mkoa wa Mwanza, lakini pia kama mmeona hapa pia kuna watu wametoka Shinyanga tumewalika na wao pia wamekuja kutunga mkono. Kwa nini tumealika makundi tofauti kutoka sehemu tofauti inayozunguka eneo hili la daraja hili alinufaisha wana misungwi peke yake. Daraja hili kama mnavyofahamu ni mradi wa kimkakati ni mradi wa kitaifa, lakini sisi kwa sababu ni sehemu ya daraja, kwa maana ardhi ya misungwi imepitiwa na daraja hili, kwa maana hapo ziwani, tukaona tusiende kimya kimya, tuanze kwa hili, tushirikishe makundi tofauti tofauti, na kila mtu alikuwa na shauku afike katikati ya daraja ashuhudie kile kinachozungumzwa kinachopromotiwa, kwamba daraja limekamilika ni kweli. Nafikiri, kama tunavyosema mwenye macho haambiwi tazama. Basi kila mtu leo ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia uzima wa macho ameshuhudia mambo makubwa aliyofanya na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika ukamilishaji wa daraja hili la Kigongo Busisi. Jina langu ni Maua Sarungi, ni kijana Kitanzania. Leo nimeshiriki katika joging iliyoandaliwa na wilaya ya Misungwi ambapo mgeni wa heshima alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Mwanza na dhima, joging hii ikiwa ni kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika mapokezi ya ufunguzi wa daraja la Kigongo Busisi. Kupitia joging hii nimejifunza vitu mbalimbali, kwanza kabisa fanya mazoezi ya mwili, kama tunafahamu mazoezi ni afya na tunahamasishwa katika hilo lakini pia nimepata nafasi ya kuliona daraja kwa macho yangu mwenyewe, daraja linalogharimu takriban bilioni 610, na inaonyesha dhahiri kwamba uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan hakuna kilichosimama. Alilipokea daraja kwa Daktari John Pombe Magufuli hayati, Mwenyezi Mungu amrehemu, lakini yeye akathibitisha ilani aliyokabidhiwa katika mkono wake, atahakikisha inakamilika na mengine atayaongeza, na miongoni mwa vitu alivyoik ni daraja hili la Kigongo Busisi. Hakuna kilichosimama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.